Leo nataka nikuulize tu swali moja. Je, unaifahamu kisiwa hatari zaidi duniani ambacho wenyeji wanaua wageni? Kani Bwana John Allen Chau aliyeuawa Novemba 18 mwaka wa 2018. North Sentinel Island ni kisiwa kidogo sana katika visiwa vya Andaman vinavyo Yes, karibu kwenye hashtag ya leo. Jina langu ni Captain Omi. Unaweza kunifuatilia pale Insta page yangu kama Captain Omi Official kwa mengi na mazuri zaidi. Ila leo nataka nikuulize tu swali moja. Je, unaifahamu kisiwa hatari zaidi duniani ambacho wenyeji wanaua wageni? North Sentinel Island ni kisiwa kidogo sana katika visiwa vya Andaman vinavyomilikiwa na serikali ya India. Na inasemekana kwamba wenyeji wanaopatikana katika eneo hilo ni kabila la wa Sentinel, yani Sentinels, ambapo jamii hii imekuwepo ama ilikuwepo karibia miaka elfu tatu iliyopita hadi ileo. Na sasa, cha ajabu ni kwamba hawataki mwingiliano wa jamii yao na watu wengine tofauti. Yani, itokee mfano, wakibahatika kuona mgeni ndani ya maeneo ya kisiwa, basi hakuna cha zaidi ila ni mkuki kwa mishale vitamuuso mpaka mwisho wa uhai wake. Tukio maarufu kutokea Sentinel ilikuwa ni mauaji aliyekuwa mishonari kutoka Marekani Bwana John Allen Chau aliyeuawa Novemba 18 mwaka wa 2018, alipojaribu alipojaribupojaribu kwenda katika kisiwa hicho cha Andaman kwa lengo kuu la kuhubiri Injili ya Kristo na kutangaza Yesu, lakini kufika huko Sentinel ni ilikuwa kinyume na alivyotarajia, maana aliweza kuvamiwa na kabila la Wasentineli na wakamuua Bwana Chau kuuliwa huko na kisha baadaye, inasemekana kwamba serikali ya India ilituma boti mbili za askari kwenda kisiwani huko na kuchukua mwili wa bwana Chao na kurudi kwao ama kurudisha kwao Marekani, huku wakiacha taharuki kubwa duniani na hata kwa vyombo vya habari duniani kote. So nataka nikuulize wewe je, yeah, unaweza kwenda katika kisiwa cha Andaman?